Tumefanya hivyo kwa sababu ni mwamba, mtu wetu wa nguvu, tunamheshimu, tunamwamini, tukaamua kumzika hivyo kishujaa. Uh, ba, tunafanya hivyo mara nyingi, isipokuwa sasa kwa hapa kidogo utaratibu mbadilika. Hapa utaratibu kidogo, kwa sisi tunavyoelewa, huwa tunazika kichwa kinapotokea jua, lakini hapa wamefanya hivyo, lakini watu wengine wamekata kanuni hizo, wakabadilisha kichwa pasipo ndugu kujua, akabeleka mashariki. Kwa hiyo ndio ilivyotokea hivyo, wenyewe wanajua wamezika hivi, lakini kwa watu wamegeuza hapapo pasipo wenyewe kujua. Ni kwa majina, naitwa Mariam Swale alimaarufu Mama Saidi ni tafaruko wa mzazi wa marehemu, kama baba. Hmm, baba ndo wanataka tofauti na inavyofanyika hapa na wananchi, baba anataka kiende tofauti

Samani kidogo, mi nataka nieleweshe hili swala kidogo. Niwekee spika hivi juu. Spika umeniwekeaje hivi sawa? Sawa. Tunashukuru viongozi wote. Samani kidogo, tunawashukuru viongozi wote mliofika hapa makaburini, lakini kuna utaratibu ambaye umekosewa, ume, ume kidogo katika kisheria za, za, za Mwenyezi Mungu na kibinadamu ki ujumla. Sasa, mimi nataka kuzungumza swala fulani hivi ambalo lipo. Kwanza, kwa majina, mimi amjanitambua amjaniuliza. Wewe hmm. mwenyewe paa hujaniuliza paka inaitwa lenye mimi naitwa lenye afani machule brasa. Nasikia sio kwamba vile ndio tumemzika tu leo kwanzia. Amekufa, sisi tuko pale, tunalala pale kwao geto kwake, tunakesha hadi asubuhi na kesha naye, alafu eti leo eti dingia tujamona, hata sikunye mkesha, alafu aje eti aseme kwamba yeye ndo anamzika anavyojua yeye hapo hivi. Asi hatutaki hiyo kitu anamjia zaje. Tunamzika kama ni gale letu, leni ni gale letu. Alafu msiba ufanyike saa wewe, alafu yule dingi ni wa majengo. Kajele gani msiba zinafanyika kwa kwa dingi yake pale majengo mapya. Msiba umeenda kufanyikia saa wewe. Kama ni dingi yake kuna kitu, yani hapo hivi kuna kitu. Pajuu siatopaje ingekuwa ni dingi yake msiba singeenda kufanyikia ghetto kwa msela. Msiba ameenda kufanyikia ghetto kwa msela alipopangisha yeye, jienda kufanyikia nyumbani, ungeenda kufanyikia nyumbani pale, tungefuata hata sheria.